Wa huwa shahrun awwaluhu rahma, ni mwezi ambao mwanzo wake ni rehma. Wawasatuhu maghfira na katikati yake, yani awwaluhu inakusudiwa siku ya kwanza mpaka siku ya kumi, yani sio mwanzo tarehe moja na tarehe mbili peke yake, bali siku ya kwanza hadi siku ya kumi linahesabiwa ni kundi la rahma. Wa huwa shahrun awwaluhu rahma wa wasatuhu maghfira, na kumi la pili ni kumi la msamaha, Mwenyezi Mungu anawasamehe waja wake. wa akhiruhu ijabatun wa itqum minan nar, na kumi la mwisho ni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kutakabali dua za watu na kufanya nini, kuwacha huru kutokana na moto wa Jahannam. Yani ni kwamba kundi lile la, yaani siku zile kumi za mwisho, Mwenyezi Mungu anawaacha huru waja wake ambaye alikuwa ameandikiwa kwamba huyu mtu ataenda motoni. Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani na siku zile za mwisho, Mwenyezi Mungu anamsamehe na nakuwa amemwacha huru kutokana na na moto wa Jahannam.